Zamiri nzuri wakati wanafanya kampanya wanasema oh, tutafanya hivi tutafanya hiki na hiki akipita, hakuna vile venye alisema, vyote alifanya nini? Hakuna hata. Kuna zamiri zingine ambazo shetani anaamsha katika watu. Mtu ukiishi na zambi yenye haukutubu shetani zile zamiri zinakuyaka za kutubu, lakini mtu yeye anabana. Shetani anamwambia usitubu, zamiri zinakuya, zamiri nzuri tubu. Inaonyesha hata e, namna mtu ulifanya ile zambi hivyo ulifanya mambo mengine, tubu. Zamiri nzuri, lakini shetani naye anatia zamiri mbaya, usitubu. Atasema wewe ndio fulani, wewe ndio kuona mbaya kwa sababu ibilisi anajua siku ya hukumu zamiri zote zitakuwa wazi. Hapende utubu zambi, hata ipitishe miaka kumi miaka makumi mbili, kama ile zambi haikutubiwa iko pale palepale. Utakuna waza imeisha lakini hakuituu, mtu aliuwaka, alizini, alichonganisha, ali, ali, alifanya uongo ama aliiba, alifanya hiki na hiki ile zambi iko pale, hata kama ule mwenyewe mtu alifanyia ile kitendo haonekanake tena haiko tena udoku, ama alishakufa lakini zambi iko pale pale. Ni lazima mtu atubu ile zambi itoke. Zambi haitoki kwa wingi wa wa siku, kwa wingi wa miaka hapana. Zambi dawa yake ni kutubu, ni damu ya Yesu Kristo ndio inondoa zambi. Haiko kwa wingi wa miaka hapana, haiko kwa wingi wa siku hapana haiko kwa wingi sa wa saa, aseme kunapita saa fulani hawatanijua hawatafanya hivi. Ndiyo mwanadamu akujua, lakini anayejua ile zambi ni Mungu. Sasa ibilisi anafanya mtu kuwa na dhamiri mbaya, dhamiri zinakuwa mbaya kabisa eh, mtu asitubu. Yani dhamiri anazi, zinakufa mtu, zinachoma kwa moto mtu asitubu, lakini siku ya hukumu siku ya hukumu itakapofika zile dhamiri zitaamuka. Ile matendo yote yenye mtu alifanya bila kutubu, yenye aliaishi nayo katika ujanja katika dunia hii, itakuya mtu anapoondoka mumwili, yale matendo nayo inamfata yote, inamfuata. Yani mtu anapotoka mwa hii mwili yenye tunavaa, anapovua hii koti hii mwili, yaani mtu Dha, dhamiri zote zinakuja, wale wenyewe walitumikia Ibilisi, ale mambo yao inawafata, wale wenyewe walitumikia Mungu mambo yao inawafata. Ndio maana ndugu zangu ambao mnatusikia hapa na kwa mbali, tuwe na dhamiri safi, dhamiri yenye haina unafiki, dhamiri yenye haina ujanja, tuwe na dhamiri safi katika maisha yetu, katika nyumba zetu katika societe, katika eh, katika nchi yenye tunaishi, tuwe na dhamiri safi katika jamaa, kwa sababu kama hatuna dhamiri safi tujue, kwa kweli dhamiri mbaya inikalaka na mambo ya unafiki, yaani mtu unachekea mwenzenu, lakini haumwambie makosa yake ni lazima mtu uambie mtu kosa yake. hapo ulifanya hivi haiko mzuri, hapo ulifanya hivi haiko mzuri, ili ule mtu naye aweze kujiangalia, ajue kwa kweli hapa ni kosa. Kuko mwenye atasikia unapomshauri, unapomuonya. Alisema a ile ni bia ya ya wale wazee pale bavye, a basen si tukom tuko basheni tuko mmaisha pale bavye pako ni experience ya mingi, nao walikuwa babiana kama wewe Sikia kwanza jinsi wanakwambia, kisha u, uikale, utulie na uombe Mungu, uone kama hii ni kweli au hapana. Usitupe tu maneno ambayo unashauriwa, kwa sababu una dhamiri mbaya ambayo sasa ibilisi kuitumia. Na katika dhamiri mbaya, wale ambao wanafanya biashara wanasema uongo, wanachafua wenzao, yani anaweza kuwa wanatumikaka pamoja yaani, wako tuseme e, kwenye kibanda kimoja cha kutumika, lakini akiona mtu anaenda kule kwa sababu ana dhamiri mbaya mwenzake aiko pale, anasema yeah, ule ni mtu mbaya hivi na hivi na hivi, lakini mwenzake akikuya, anaanza kumchekea na kumuonyesha kama anampenda, lakini ndani anamchukia na jinsi anamsemaka pembeni gisi anamsemaka haiko pale, anamsema vibaya. Zamiri nzuri ni ile mtu unasema gisi unasemaka mtu haiko na hivyo hivyo umseme vile vile wakati iko. Haiko ase upende mtu juu unamuona, lakini akishaondoka umchukie, uanze kumteta na kumsengenya. Hiyo ni zamiri mbaya ya kutetana na kusengenya. Lakini zamiri nzuri mtu gisi ulimwambia na jinsi mliongea naye na jinsi eh, unamwambiaka iwe na njo inatoka mroho isiwe mambo ambayo iko kinyume na yenye unawaza. Dhamiri mbaya inafanya moyo wa mtu kuwa mgumu sawa lijiwe, moyo wa mtu inakuwa mgumu, na huyo mtu ha hawezi badilika wakati iko na moyo mgumu, lakini mungu tu njo anaweza kumbadilisha akitubu na kuacha ile, Mungu, ile moyo mgumu anaifanya moyo wa nyama. Mungu ana hiyo uwezo ya kuweza kubadilisha mioyo migumu, tabia mbaya, mawazo mabaya, maneno mabaya, mtu mwenye hakutubu zambi. Angalia na anawaza zambi na kwenyali zifanyiaka zile zambi ziko zinaonekana pali, pali. zambi zambi zile na maneno yenyali semeyaka, pali, zile zambi ziko ile ingali inali namrudilii lakini mtu ukitubu na kujieleza wazi, yale yote yanaondoka. Mungu abariki neno ndogo kwenu na kwangu, tuwe na dhamiri nzuri. Nataka kuomba kwa wale ambao wanataka kabisa, eh, kuwa na dhamiri nzuri zenye ziko safi, zisiwe na ujanja wowote kwa wenyewe, natufuata mbali na karibu. Naomba Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunahitaji Bwana, tuwe na dhamiri nzuri ambazo zitatuweka wazi mbele zako, zisiwe dhamiri za unafiki, zisiwe dhamiri za ujanja, zisiwe dhamiri za kujidanganya, lakini ziwe dhamiri ambazo zimetakasika mbele zako Bwana. Tunapoomba tunajua Mungu unasikia, samehe wale wote ambao wanajieleza Bwana ili wawe na dhamiri nzuri, na siku ya hukumu tuweze kuingia katika ufalme wa mbinguni bila tatizo yoyote. Tunapoomba tunajua Mungu unasikia, tutatenda kwa jina la Yesu, amen, amen. Tunarudishia msimamizi, karibu. Oh, nasema asante kwa neno la Mungu.